Kama ulivyoona, sina cha kusema. Unadhani nini hasa kimepelekea kupoteza matokeo siku ya leo? Uh, mambo ni mengi sana. Wakati mwingine ukiwa na hasira sana, unatakiwa usiongee, kwa sababu unaweza kujikuta una unatoka kwenye mipaka yako, lakini bado yani, nikizungumzia kwa mechi ya leo hii, tuiona kikosi cha leo bado sio kikosi cha kushinda, lakini kwamba ya yani, kwa kuanzia bechi la ufundi mpaka wachezaji wote wameamua kuua mechi wenyewe kwa wenyewe. Mbinu za mwalimu zimefeli pamoja na uwezo wa wachezaji. Hamna mbinu yoyote iliyofanyika na mwalimu mwali leo. Hakuna kama wachezaji walikuwa wanajichezea mwenyewe, anachelewa kufanya sabu. Unajua hii ni mechi ya nne sasa Benjamin Mkapa tunashindwa kupata ushindi. Yaani, mechi ya nne mfululizo na katika mechi zote nne umepata goli moja tu na goloma hii ambao moja moja la penalti. Mechi zote zilizocheza nne tumeshapata golili moja na hakuna ushindi. Mbona ilo ni tatizo? Hizi unaona imepiga miamba, sio nafasi, ni mchezaji binafsi anatafuta nafasi. Sio mbinu za mwalimu. Hakuna kikubwa ambacho kishafanyika. Ndio watu wajue kwamba Matola bado kuiongoza Simba kwenye njia ya ajali. Ya ajali, bado bado uwezo wake. Ambaye, eh, game ile iliyopita mlitamani apewe timu. Ile timu nilikuwa nacheza, ukizungumzia Azam unaizungumzia timu ya tatu kwa ubora Tanzania ni mpinzani wako, na maana unapomfunga Azamu unampunguzisha makali kwao. Kwa hiyo ina maana unapomruhusu Azamu apate pointi kutoka kwako, wewe kwamba wewe unajipunguzisha makali mwenyewe. Ndio maana tukasema tuangalie, je, anaweza kuongoza kwenye mechi kubwa? Tumejionea wote kwamba sasa. Huyo kocha aje kwa ushauri na viongozi. Lakini mechi moja tu. Huyo kocha aje, hii ndio mechi ya ushindani katika mechi zote alizosimamia. Amesimamia mechi na na Fountain Gate waliingia akiwa na matatizo, basi wachezaji wao hawakutimia kwenye usajili, walikosa vibali. Kasimamia na Zekila au Sauskila wa Namungo. Amesimamia na timu ambayo tulicheza nao juzi ya, nao hawa tulicheza nao Mbeya City City. City. Hmm, timu zote hizo sio timu za kishindani, amekutana na mshindani Azam kwamba hapo mbeleni kuna timu nyingi Januari na nafikiri na, Februari tuna mechi e, yani, yani in short, ushauri na komenti yangu kwamba ili benchi la ufundi lilokuwepo hapa lote lote liondoke alafu lije jipya, yani asiwepo Matola. Kama Matola ameshindwa tayari, leo ametuonesha ameshindwa. Kwa sababu gani? Uh, makocha zaidi ya nane wamepita, Matola akiwepo msaidizi uh, au makocha watakuja hapa watauliza, je, katika hao makocha Matola yupo kwa muda gani kwa muda huo, kwa maana timu ilifeli. Kama timu ilifeli, yeye atamshauri nini? Hana cha kumshauri, na maana asiwepo pale, ili kutoa na maneno maneno, aondolewe Matola na benchi lake la ufundi na watu wake, lije kocha mpya na benchi lake la ufundi. Aijalishi kocha atakuwa Mwafrika, atakuwa, atakuwa, atakuwa mzungu, atakuwa Marekani, atakuwa Mwarabu, atakuwa nani, lakini aje kocha mpya na benchi lake la ufundi kama wanavyofanya wenzetu, kwamba Matola inatosha, pumzika sasa. Kama mtu alikuwa anaona mpira leo, hakuna mbinu yoyote. Lakini shida ilikuwa nini? Maana kama Simba ametengeneza chance nyingi, hakuna chance anatengeneza. Zile, zile, zile ni mchezaji binafsi. Yani, kuna mbinu za mwalimu na kuna mtu anajitoa kama mchezaji binafsi. mm -hmm. zile mpanzo alianza kukokota kapunguza kapiga, umeelewa mbili. Lakini hakuna hatuoni timu ikiwa natoka nyuma, muda wote timu inarudi inarudisha mipira nyuma kwa golikipa, muda wote mabeko anarudisha nyuma. Yule chamu cha, cha anakimbia kama ngamia Yaani mtu anatokea ya mbali. Angalia magoli yote dogo, eh? Dogo katuzuru. Yule dogo katuzuru yule, nani, yule Mwarabu Saduni. Yeah. Chamuo anakimbia anamwangalia, rudieni kaangalieni. Yaani wewe ni, ni. Yani, beki ile unacheza kama striker. Yaani unaenda ina, unajua inauma, ila sidhani kama unajua. Inafikiri sikiliza, beki wakati anaaga spidi peke yake time, technique, timing, timing. Yaani unatakiwa ujue timing yako iko wapi. Angalia kitambaa, anaenda kupiga mpira mwenyewe. Yaani anajikuta mwenyewe kwenye 18 peke yake anashinda. Ili anataka kushinda peke yake yuko. Hivyo eh, wanajua ni kwamba sasa yani, natamani kusema kwamba sijui nisemeni, lakini kwamba kitu kikubwa, Simba atabaki kuwa timu yetu, tutaumia, tutaongea hey, kitu tutakuja, ila benchi la ufundi liondoke. Kuona kwamba leo umepoteza pointi, maana yake mtani wako kama anashinda, maana yake anakuwa juu yako. Alipata sare, wewe umefungwa kabisa. Hofu ni lazima, hofu ni lazima, kwa sababu so, okay, gani yani. Moja umefungwa na mtu pia anayegombania ubingwa, anapokufunga wewe, anapokufunga wewe yeye, yeah, anajiweka nafasi nzuri na Yanga akija akishinda anajiweka nafasi nzuri. Unakuja unarudi, katika, unarudi Februari au, au Januari mwishoni una tatizo la una kibarua cha kafu Champions League na bado unawaza tena kuhusu ligi, wakati mechi tulikuwa tukiua tunapumzika tunaanza kafu Champions League mm. Unaona sauti yangu ilivyokauka kwamba sidhani kama wao viongozi wanajua sisi tunavyopitia unajua bro, ngoja nikwambie, nikwambie, kuna watu wameweka maisha yao kwamba Simba ndo burudani, Simba ndo furaha yao. Ya mtu anamtaji elfu kumi umeelewa? Lakini hey, anaibalansi balansi hey, ifike hey, mpaka hey, elfu moja change, change, aje kuangalia simu hey, yake aje kulipa tena, utakuta hey, ana kadi ya VIP wewe unakuja unamfanyia hey, kitu kama hicho. Ni mtu ananunua jezi elfu arobaini na tano hiyo, sio football unavyofikiria wewe. Yaani kuna muda ukifungwa unakubali nimefungwa, lakini hii tumefungwa kwa sababu uongozi unatumia mambo kijinga. Uongozi kuza wote walo walokuwa pale hawastahili kufundisha Simba. Matola hana uwezo wa kuchukua Simba kama kocha mkuu Mifasa, hana uwezo, labda tucheze ligi kuu maisha yote na kina Mbeya City na kina nani. Hana uwezo Mifasa, siasa, hana uwezo na pia tuangalie tumefira. Tuangalie viongozi wanataka nini, yaani kwamba wajue kwamba tunavyoumia sisi na Kula, sisi, kuna watu wanaumia zaidi wala sisi, mnatujua mnatuoji. Kuna watu hata hawataki kuonekana wanaumia. Mtu mwingine anarudi kwake, unaweza kushangaa kwa mawazo, mpaka anagongwa na gari. Damu ya mtu italipwa? kama mtu anatoka hapa na mawazo anagongwa na gari pale, hivyo anajua furaha watu wanaipata. Tunajaza uwanja kila siku, tunakuja hapa. Angalia leo mashabiki walipokataa kuja kwa sababu hamna. Nina jambo hili mnasema mnyama hana mpinzani, vipi bado hana mpinzani? Mnyama hana mpinzani wapi, kaka wangu, mambo yashakuwa magumu sasa hivi kwa sababu uwanja hey Uwanja ushakuwa mgumu, viongozi wetu wamekaa tu wamelala wa uongozi sasa ngine uwanja ushachezea eh, ushafanya ba -ba eh, mabwa babaya hasa sio machinjioni kwetu tena uwanja usharibika, sio ule uwanja ule unautegemea sisi. uwanja eh, huu mechi mara ya mwisho tumeshinda hapo lini? Mara mwisho tumeshinda hapo lini? halafu kingine viongozi waangalie mambo yanayotufanyia. Matola wala hawezi kutuongoza Simba, hawezi timu mkubwa kama Simba. Matola aachie timu yetu na lile benchi liondoke, lifundi benchi la ufundi <muchin> lote lilitoke li lile benchi la, la ufundi liondoke, tupate makocha kwa sababu lile benchi la ufundi Matola ana uwezo wa kufundisha Simba? Matola ana yani siasa yuwe, na Matola ana wasafisha wachezaji siku zote wanaondoka, Matola ndio <muchin> Matola. Uone timu inapocheza, uone timu inapocheza, timu inacheza. Hebu subiri, timu inacheza, timu inacheza haionekani timu timu inacheza ovyo ovyo eleweki napocheza. Sikiliza nikwambie kama Matola ataendelea kukaa hapa, hatutakaa tushinde mechi yoyote, na hata klabu bingwa hatutapata hata pointi hata moja. Msemaji msemaji alisema tunagawa utamu na tutaugawa utamu kweli. Kwa namna hii eh, ni utamu tu, sababu kama hivyo alisema, ndo watu watu watagawa utamu, sisi ndo tunagawa utamu. Sasa tangu tangu lini tumeshinda sisi? timu timu Azam timu timu timu yenyewe mbovu ile, Azam inacheza ovyo, mabeki wanakatika tangu kipindi cha kwanza, mabeki wanakatika mabeki

Yeah. Ma, ha, viongozi no, watakua wajue namna ya kufanya kwa sababu gani uwanja wazi tuko tunaweza kufanya chochote kinachowezekana kisichowezekana tunaweza kukifanya uh -huh. hapa lakini kinachotokea sasa hivi hapa hatuwezi tena kushinda mechi tukicheza tunapiga mipira inapiga posti inarudi mpira inapiga posti inarudi mchezaji okay. anapata clear chance anapiga pembeni ujaona mechi iliyopita ya kimataifa okay. yes. sawa, sawa umeuliza swali zuri yeah. nataka ni kujibu hivi. Unaona nafasi inayopatikana zile ni uwezo wa wachezaji binafsi mm. Sio kocha. Kocha timu inacheza slow kabisa, mpira unarudishwa nyuma, muoni, yaani, yani mpira unarudishwa nyuma, mpira unarudishwa nyuma. Sio mpira uchezwe hivyo kaka, tunataka tucheze mechi kushambulia. mm. Tunarudisha mpira nyuma, tunarudisha mpira nyuma, ndio nini? mm. mm. Sasa sio oh, kocha mwingine